Siku ni wengi haya, jamani, nawapenda sana basi kwa mapenzi. Sasa hivi sasa hivi, naomba ni pia msikilize anachokiongea. Kabla sijaanza kuongea, naomba yule alikuwa anaongea point moja, kwamba tusijiingize katika mapenzi Support. Mm -hmm. Mimi cha usiku napendega sana kuongea ukweli. Na mninione. Mimi sinyamaze basi. Sina kasauti kenye kadogo sinyamaze. Mimi sitochu sitochu cha kuongea hapa mimi vyote ni wasichana wavulana

lakini hata pia wanaume pia wangekuwa wangefaidika pia. Lakini kikubwa zaidi nachotaka niwaambie kwamba nyinyi ni wasichana wadogo na nina ndoto nyingi sana. Ambaye anataka kuwa daktari, ambaye anataka kuwa nesi, kuwa mhuma, kuwa muigizaji, mwanamuziki, sio nani, huwezi kufanikiwa kama uendapo leo ukija kwa mko na ukimwi. Ukimwi ni nisikizani kwa makini. Tunasikizana? Ndio. Ring, ring makelele, nataka wanafunzi wangu wanielewe. <laughs> Menyelewa? Ukimwi ni gonjwa baya sana katika familia zetu. Kuna watu ambao wanaumwa, wameathirika, lakini sio ndo mwisho wa maisha. Lakini kuna njia ambazo za kuepuka na tunaepukaje? sisi kama watoto wadogo ambao tunasoma tuko shuleni, tuepukane na tamaa. Tamani na tamaa ni kitu kibaya ambacho kinakatisha ndoto zako. Let's say labda namna inaitwa na wewe mm, nani Mkara. Bridi hapa imetoka familia kubwa ambayo ya kitajiri sana. Kija shule kaja na box ya chips mayai, si kaja na nini. Kwaana kwa maskini. Yeye akija shule nikajikongoja na mogo mmoja wa shilingi 10. Mmenielewa. Msicheke, msicheke, tusikilize kwanza. Nyamazeni. Sasa huyu nani, Ridi akishaona, pia anaingiwa na tamaa na mimi, kwani nisiwe nayo. Kwaana kumbe ukuta baba anapoa vya wazazi lakini si vya wazazi vyote. Ndio tunakuja katika nini? tama anaanza kuiga zile nyendo, na mimi nataka, anakutana na marafiki wabaya bwana, anaingia huku kufanya hiki. Ndio wale kuna watu mapedeje, watu tunaita mapedeje, watu wana ukimwi wao siku nyingi, anakuja nakupa sima ya masimu ma hela, unaona eh, nishafanikiwa kumbe, ndio tayari sha poteza ndoto zako. Ukute mamako baba nimantilie maskini ya Mungu, anajikongoja mwanae asome hapo hapo, mwenyewe anajikongoja, yeye apate ada ya shule, akulete shule usome wewe, umebeba mimba umebeba na ukimwi, afu hapo hapo unataka uwe doctor Hauwezi kufanikiwa. Unaweza ukawa dokta tena hapo? Hauwezi, na mama ameshavunja nini ndoto zako. Kwa hiyo ni makini sana tusiwe na tamaa. Yaani lizika, najua kwamba Mungu mtu yoyote kampa riziki yake. Ni siku tu na masaa ndio inatofautiana kufunguka. Kama Mungu akuandikia kuwa tajiri basi utakuwa tajiri, lakini hao wanatakuwa focus. Huwezi kuwa tajiri kwa nyumbani, hapana. Kama unasoma unataka uwe doctor, na unataka uwe doctor mbele maarufu anajulikana mtu yoyote mgonjwa kiungo ameshuka kwenye ndege basi aende kwa daktari Ridia. Ya. Yaani inawezekana kama ukiwa na tamaa umemweka Mungu mbele na ukawa na discipline ya kitu unacho kifaa kingine form ngapi? form 4, kwa kuna form 4 ambao kumaliza shule, kuna ambao form tatu wataendelea kusoma ambayo me l me, me labda form four ambao umeenda kumaliza shule so ndo mmemaliza form four seven kama darasa la sita, bado mna njia nyingi, na huko mtakutana na vishawishi vingi sana, ambao mtakuwa nyumbani katika subuhi majibu, mtakutana na tamaa nyingi sana, mtaongopewa sana, lakini mwisho wa siku naomba mzingatie yale yote mliofundishwa na walimu wenu na wazazi wenu, sawa na form three ambao mnaendelea kuwa ni shule, wasikizeni sana walimu wenu. Mwalimu ndo mtu wa kwanza kuheshimika. Mwalimu ndo anaemfanya daktari awe daktari. Mwalimu ndo anaemfanya mimi niwe mwigizaji. Mwalimu ndo anaemfanya nesi awe nesi. Ni watu wa kuheshimiwa sana, wapigeni makofi walimu. Msiwe na disrespect na walimu wenu. Yaani mwalimu wako unapokuwa, mwalimu ndo mzazi wako.

Kwa naombeni sana, sana sana sana mwe makini. Na wengine na labda niwape mfano, mimi napenda sana kuwa na mfano. Ambapo labda wana mtu tutakuwa doka nionyeshe kwamba inawezekana. Mimi ni Shamsa Ford, ni kwanza kuigiza nakumbuka niko darasa la tano shule ya msingi. Ilikuwa kitokea bibi maigizo maigizo nafanya hivyo. Lakini kwa sababu siku ndakuja kuwa. Na na mwisho ambapo na kumkaga na wanafunzi wangu kila siku wananiambia, ile nikondokaga shule niambia, jamani tumemaliza ile kwa ni form 4. Pigeni na mimi picha mara mwisho, mtaona kwenye TV mtakupata nafasi ya kupiga inamaanisha. Kwa sababu anakuwa na mikanda, wanampigia simu Shamsa. Mi unakumbuka alisema hiki na Naambia ni kweli. Safari yangu ilikuwa ni ngumu sana, kwa mwigizaji alikuwa ni rahisi, msiogope. Nimemaliza form six Uganda, nikaja hapa, nikasema, anyway, na nitaanzia wapi? Kwa sababu ngomeza form 6 nikataka kuingia na chuo lakini mambo ya wazazi tena hela kwa amini, na nikasema acha nijaribu huko. Labda huko mbele inaweza kaja nikapata hela kwa hiyo inaweza ikanyembeza kimwili masomo. Lakini sikutaka kuishia hapa. Ndio maana hata niendelee chuo kusoma afu baadaye nijaribu mwigizaji. Lakini kutokana na hali ngumu nikamofanyaje? Ukatisha ili nikafute hela.

nauizarau hata toko utaida huku unaomba nafasi, unaambiwa hamna, unaenda yani zalau nyingi haunaenaukatisha tamaa. Hasa ampapo wanasamia mimi siwezi. Lakini kama mimi nikasema Shansa, nikafanikiwa na ninaweza na bahati hii ni pata saporti mango, mangu mangu yanyambali. Hamna kitu kizuri au kirahisi katika idunia, lazima utoe jasho. Nikazingatia na Mungu akaambia kuwa na disipli, mwheshima mtu yoyote ambayo umemkuta kwenye sana au ambaye amekufuta heshima ukiwa na discipline basi utapata kazi nyingi sana. Kwa nika na nika na mapenzi na wenzangu hivyo hivyo hivyo nika na vumilia huyo anipe nafasi asinipe, lakini mpaka leo hii mimi mwenyewe alikuwa na nidharau, nachagua kazi za kufanyaje za kufanya, lakini yote anakuja kwa ajili ya nini? Kwa na discipline heshima, najiamini, najitambua, na kwa sababu mi mwanamke na naweza.

hapo watu tunaongopeana, hamna mwenye mapenzi, tunaongopeana na tutaongopewa. Alafu mbaya zaidi Mungu na- ametuma tofauti kati ya wanaume na wasichana. Mwanaume atakaa katika mapenzi nkija naka, e, mitihani nakakutua akafaulu. Mfano mzuri mimi akamsimicheki, huu ni ukweli. Wakati nipo shule nasoma, nakunda niko form two nasoma, nika na kiboyfriend acha kikinitupia karatasi barua, eh,

tunapiga story hivi, vibarua vinachanganya akili. Mamangu huko nyuma analia, wazazi wake anafanyaje? kwa form 2, nikabita nirudie tena form 2, you see eh. Sasa mama angu kenyuma naliawaazi ae anafanyaamaat kupata hela hiyo usome kwa wenu watu wenye imani, wenye kusema tunasoma hii pia tuwasaidie wazazi wetu na watu waliokopa kutoka kwetu. Yaani na nyie pia mwe kio cha jamii. Mwanafunzi pia ni kio cha jamii. Na yeye ni taifa la kesho. Kwa focus kwa kila unachokitaka, kwa usiku, nawapenda sana sana na washukuru kwa jinsi mlivyonipokea, sikutegemea kwa kweli, na kikubwa kuliko chote, kuna shule ambayo nilikuwa nimealikwa, nitakuwa nienda jana alizindoka, na nilikuwa simu usiku, ambaye shule ambayo nilikuwa nimesema, kuna shule ni promise nienda kama Shamsa, you have to fajili yangu, nikasema no problem, nikaja. Ndio maana nimechelewa, nimekutana na mara gari imetoka, si pancha tairi, yani vikorokolo vingi mpaka nafika hapa. Lakini kubwa zaidi, nashukuru kwa jinsi mlivyo nipokea. Nawapenda no, sana na sana na sana. Someni sawa.